lakini Chikawe hakuelewa maskini, kwamba Danieli alikusudia nini. Chikawe, tushatoka huko, watu wazima sisi, saizi tupo huko. Asante Chikawe. Akaja akasoma sita arobaini moja Qurani, alafu akaongeza neno maskini, emsoma soma sita arobaini moja Quran nam, sita arobaini moja Qurani baada. audhu billahi minashaitani rajim bismillahi rahmani rahimi. Aha, bali yeye ndiye ndiye mtakayemwomba. Chikawe akasoma hii aya, Mungu anasema, bali yeye ndiye mtakayemwomba. Uh-huh. naye atakuondosheni mnayomwomba. Mungu atatuondoshea tunayomwomba. Chikawe akasoma ufafanuzi, na wewe soma 6:41 haya yon, yaonyesha kuwa andiko linasema Haya yanaonyesha kuwa nini, makafiri wa zama hizo makafiri wa zama hizo ehe, walikuwa afadhali. walikuwa afadhali nini, katika itikadi yao juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu kuliko hawa waislamu wa, wa zama hizi wanaomba mizimu. Unaona Chikawe aliposema hapo, unaona waislamu mnaomba mizimu. Lakini Chikawe aliposoma hakusoma maneno hayo, alitoa o moja akasema wanaomba, wakati pale kuna dabo o. O unapoweka dabo mbo o manake unaashiria kutenganisha baina ya vitu viwili: wanaoomba wanaoomba kuna wengine hawaombi. Mesikitika sana, alafu mhubiri mkubwa huyu kiswahili cha daboo kijui. Wakristo wapo wanaoomba masanamu, wapo Wakristo wanaoomba masanamu, inamaana kuna wengine hawafanyeje? Hii ni daboo kiswahili tu, sio o moja. Danieli we mwalimu Mana Danieli alikuwa anatikisa kichwa kwa sababu, Danieli mwalimu, mbona hapa kuna dabo o? Huyu anasema wanaomba, sio wanaomba, wanaoomba kweli. Kwa wale wanaomba masanamu wale bora, kama kuna muislamu anaomba mizimu. Lakini je kweli muislamu anaomba mizimu? nane mbili Quran, nane mbili Quran baada. Audhubillahi min shaitani rajim. Aha, Bismillahirrahmanirrahim. Ndiyo kaka, changamka kidogo, muda mdogo, naam nane mbili Alkarim, ah, inasema hivi Aha. Hakika wanaamini kweli kweli, ndiyo ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao huja hofu. Mungu anasema innamal muminuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, waumini wa kweli Mungu anapotaja kwanza, nyoyo zao zinaingia hofu kisha na wanaposomewa aya zake huwazidishia imani, na wanaposomewa aya za Mungu imani zinazidi na wakamtegemea Mola wao tu. Basi nenda ufafa, endelea, endelea. Hawana kuamini mizimu. Waamini jamani, hawaamini nini? mizimu, endelea. Wala mapango. hawaamini nini jamani? Mapango endelea. Wala shetani. hawaamini nini jamani? Shetani wala makaburi, wala makaburi. Soma ufafanuzi. Sasa hapa zinatajwa baadhi ya sifa za Waislamu wa kweli. Kitabu kinasema Bwana Chikawe, hapa zinatajwa baadhi ya sifa za waumini wa, wa kweli, ehe. Asiyekuwa nazo basi anajigamba tu, asiyokuwa nazo hizo anajigamba tuna nini na kujigamba? hakuna nini, hakuna maana, hakuna maana. ah, Chikawe bwana, Chikawe bwana, akatoka kwenye mada. Muhammad ajui kusoma? Ngoja ah, nami nikufuate Yohana 7:14 ah, <coughs> Yohana 7:14 inasema eh, unanitoa kwenye mada, lakini ngoja nikufuate kidogo eh? Hata ikawa, ikawa katikati ya siku kuu Yesu alikuwa kuingia hekaluni. Mpe kidogo, dunia dunia, msaidie kidogo uh -huh. Saba uh -huh. Hata ikawa katikati ya siku kuu siku uh -huh. Yesu alikuwa kuingia hekaluni ndio akafundisha. Yesu akawa anafundisha, endelea. Wayahudi wakastajabu wakisema Wayahudi wakastajabu wakisema, nini? Amepataje huyu kujua elimu ambaye hakusoma? Ala, kumbe hata Yesu mwenyewe akusoma na Muhammad ngoma draw. Acha uko bwana, nisha kusafisha, ngoja nguja niingie kwenye mada, mada ya leo. Kuna nabii yoyote asiyekuja na dini ya Uislamu? Sio Muhammadi nabii wa uongo? Yani tunazungumza katika manabii, kuna nabii yoyote ambaye hakuja na Uislamu, si ndo mada? Ndiyo tuwagelee sisi tunasema manabii wote ni Waislamu. Kwa nini? tuanze na Nuhu haraka haraka, 71:26 Qurani Qurani sabini na moja Qur ishirini na sita ndani ya kitabu kitukufu cha Qurani, katika kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, ni mwongozo kwa mcha wa Mwenyezi Mungu Aha. Sabina moja shuna sita inasema, ndiyo. Na Nuhu akasema, Nuhu akasema kitu gani? Mola wangu e, Mola wangu, wewe usimwacha juu ya ardhi mkazi wako yoyote katika makafiri, usimwache katika ardhi hii mkazi wake yoyote katika makafiri. Kwa nini? hakika ukiwaacha watapoteza watu wako waliotengenea, ukiwaacha watapoteza watu wako waliotengenea tena wala hawatazaa ila watoto waovu wenye kufuru. Kama hao endelea. Mola wangu tu anasema, mola wangu nihufurie mimi na wazee wangu, nisamee mimi na wazee wangu na kila aliyeingia nyumbani mwangu aliyekuwa ni Muislamu, na kila aliyeingia nyumbani mwangu haliyakuwa ni Muislamu tena na Waislamu wanaume na Waislamu wanawake na na Waislamu wanawake, si tumetoa Nuhu kwa mujibu wa Qur'an? ni Muislamu 679 Qurani. Ibrahimu je? 676 79 na wee ndio utoe kwa mujibu wa Biblia, huyu Mkristo, huyu Mkristo usio tena, Muhammad nabii wa uongo, wana waungu watatu. Hiyo sio mada, inasema ndio mimi nimeuelekeza uso wangu kwa yule aliyeziumba mbingu na ardhi. Ibrahimu anasema nimeuelekeza uso wangu kwa yule aliyeumba mbingu na ardhi. Endelea, hali ya kuwa nimeachia dini za upotofu, hali ya kuwa nimeacha dini zote za upotofu. Endelea, mimi mimi Ibrahimu ni Muislamu. Ah, Ibrahimu naye Muislamu. Musa je, 10 Musa je, 10:84 Quran Yes. Kaja hapa Musa akaingia kanisani, kwani hata mwaka jana si tulifanya mdalo kanisani? Ndio Wakristo? Ah, elimu gani bwana Chikawe, hizi bwana, kuingia kanisani ndio nakuwa Mkristo? Mwaka jana si tumefanya kanisani, sisi ndio wa Kristo? Na Musa akasema, Musa akasema, Mola wetu, Mola wetu, wewe umempa Firauni na watu wake wa kumi themanini na nane, Qurani kumi themanini na nane. Na Musa akasema, Musa akasema, enyi kaumu yangu enyi kaumu yangu, ikiwa ka ka nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu, kama nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeni yeye, kama nyinyi ni Waislamu kweli. Ala, kumbe watu wa Musa nao Waislamu. Unataka nini tena? Timoteo wa kwanza nne moja malizia hiyo, emplimato soma nne moja emplimato, unakuja hapa Ukristo Kristo cheo mara Kristo dini mara Ukristo wa Kristo, si tunataka si manabii wote ni Waislamu? Tutolee na we manabii walikuwa na dini ya Ukristo, ndio tunachotaka. Soma, changamka, muda umeisha. Timotheo wa kwanza nne moja nne moja unaipata yule rafiki yangu? Ah, inasema hivi Eh, Ah, Timotheo wa kwanza nne moja inasema hivi. Sema tafsiri yake tafsiri yake moja kwa moja eh, uh, tena katika siku za mwisho watu wengi watajitenga na dini yake Yesu Kristo. Nimeiona ufafanuzi, soma eh, wameacha hizo kazi, shida hizo, unaona sasa wanavyopata tabu yeah, wameacha kuhubiri <laughs> nam anamalizia hiyo aya andiko linasema: katika siku za mwisho, katika siku za mwisho, watu wengi, watu wengi, watamwasi Kristo na dini yake, watamwasi Kristo, Kristo na dini yake. Kama sio Uislamu, dini ya Yesu, dini ya Yesu inaitwaje? Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.